Anasema kwema, dokta, samani, kama una upungufu wa nguvu za kiume na uume umelegea na kupinda, na uwezo wa kifedha ni mdogo, ukitaka kuanza na dawa ya kunyoosha uume harafu ya nguvu baadaye, haiwezi kufanya kazi kwa kuwa nguvu kwa kuwa nguvu hakuna na uume umelegea. Nikamwambia hapa hapana, unaanza na dawa yoyote zangu ni hasili, hazina madhara okay. Karibu ndugu mtazamaji, karibu kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika chaneli hii. Nakusihi, hii hapa ni mahala sahihi ambapo utakwenda kujifunza elimu ya mahusiano, lakini pia elimu ya afya kwa upana zaidi. Hapo chini kuna alama ya kengele ama iliyoandikwa subscribe. Subscribe ama jisajili katika chaneli hii kuweza kupata masomo mengi zaidi ya mahusiano na elimu ya afya. So huyu ni mwanaume ambaye anasema ana shida ya upungufu wa nguvu za kiume lakini pia uume wake umelegea na kupinda. Lakini pia anauliza, je, ukitaka kuanza na dawa ya kunyoosha uume alafu nguvu baadaye, na haiwezi kufanya kazi kwa kuwa nguvu hakuna na uume kulegea. Sasa nataka niweze kutoa maelekezo hapa e. Matibabu yote yanawezekana kama ambavyo nimemjibu kwamba unaweza ukaanza na dawa yoyote, lakini pia dawa zangu mimi ni dawa za asili ambazo hazina madhara yoyote, mtu anatumia na haiwezi kumwathiri chochote pia. Lakini kwa upande wa dawa ya uume uliopinda ama uume ambao ni mfupi, katika lile zoezi unapokuwa unatumia ile dawa yangu tunashauri uume uwe at least unaweza kusimama kama sentimita kumi, kama ni uweze kusimama kwa kiwango fulani hivi ambacho ni cha kawaida, yani sio usimame kabisa, lakini pia hautakiwi kuwa legelege -lege kabisa katika ile hali ya kiwango cha mwisho, lakini at least uume huo uwe na uwezo wa kuweza kusimamisha kabisa na kumkuka. Kuna mdau wangu mmoja nilitumia dawa maeneo ya Tabora, lakini kumbe ana shida kabisa ya nguvu, yaani uume wake hausimami kabisa, na mimi hakuniambia. Ila baadaye akaniambia, dokta, napata ugumu kwenye maelekezo yako. Umeelekeza kwamba natakiwa ninapokuwa natumia hii dawa ni hakikishe uume umesimama kidogo. Sasa je, ni sipo uume usiposimama inakuwaje? Nikamwambia ni vema ungeniambia, eza nikakuagizia dawa zote mbili na ukapata na dawa ya nguvu ili kuweza kurejesha na hiyo hali vizuri, lakini pia ungepata na programu sahihi ya kuweza kukuongoza katika vyakula. Kwa hiyo ikabidi sasa aagize dawa kwa ajili ya kuweza kuimarisha misuli kwa ajili ya kuweza kuinua uume wake. Mtazamaji, unajua ni kitu ambacho unaweza ukaona kama hakiwezekani, lakini ndiyo uhalisia wa wanaume wengi leo. Yaani, tunaposema shida ya nguvu za kiume, kuna mwanaume ambaye hawezi kabisa kusimamisha uume wake, wapo hivyo. Lakini pia kuna wapo ambao wanasimamisha lakini uume unakuwa legelege. Lakini pia kuna wapo ambao anasimamisha vizuri, lakini anapotaka kuingiza ukeni uume unalala. Wapo ambao anasimamisha vizuri, uume unasimama, akianza kushiriki tendo la ndoa ndani ya dakika moja, ndani ya dakika mbili ameshamwaga mbegu za kiume amemaliza. Kwa hiyo tatizo la nguvu za kiume limetofautiana, japokuwa psychological ni muhimu sana kuweza kuangalia hali hii kisaikolojia. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unataka kuagiza, kuagiza dawa mojawapo, naomba uweze kulizingatia. Kama unachukua dawa zote mbili hakuna shida, lakini kwa upande wa dawa ya kuweza kuongeza maumbile, natumaini kuna kitu ambacho cha ziada nimekuongezea hapo. Nini ambacho unachotakiwa kuweza kufanya? Wee mwanaume ambaye uliye na uume uliolegea, uume uliopinda na shida ya nguvu za kiume, kwa matibabu zaidi, maelekezo na gharama ya dawa, nipigie kupitia namba ifuatayo: sifuri saba sita tano nne tisa tatu sita nne tano. sifuri saba sita tano nne tisa tatu sita nne tano. Dokta Kuboja, suluhisho na mahusiano yako suluhisho